Changamoto ni nyingi katika sayari ndiyo tupatia tuishi, lakini asante kwa sababu unajidhirisha na kujifunua kwetu kwa njia mbalimbali, kutatua shida zinazotukabiri. Tunaomba uwepo wako katikati ya kipindi hiki na semina hii inaohusu ukimwi na maambukizi ya ukimwi. Tunakuhitaji e Bwana, hujizirisha katika haya maarifa yanayotolewa yatujenge na kusaidia namna ya kupona katika mengi yanayotuzuru katika jina la Yesu neno lako lipate kibali ndani ya mioyo yetu, pia kwa jina la Mungu Baba na na mwana na Roho Mtakatifu amin. Kama ilivyo ada ya Moravian, tutakuwa na masomo mawili kutoka kiongozi kalenda, lakini tutakuwa na somo moja ambalo linatoka katika Biblia yetu. Leo tarehe uh, ya ishirini na tisa ya mwezi wa tano kwa tuliwawa Kristo ni siku pekee ambayo tunakumbuka kupaa kwa bwana wetu Yesu Kristo. Na asante kwa ibada hiyo asubuhi inaohusu kupaa kwa bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku kuu ya kupaa kwa Yesu alipochukuliwa kwenda juu, na neno kuu linasema Yesu alisema, mimi nikinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Mimi nikinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu, Yohana kumi na mbili mstari wa thelathini na mbili. Lakini maneno ambayo yanasomwa kwa siku ya leo kutoka Agano la Kale ni mambo ya wala, Walawi sura ya ishirini na sita mstari wa sita na Agano Jipya ni Injili ya Luka sura ya kumi na moja mstari wa ishirini. Neno kutoka Agano la Kale wa Lawi ishirini na sita mstari wa sita inasema, Bwana asema nami nitawapa amani katika nchi tena mtalala wala hapana atakaye watia hofu. Nami nitawapa amani katika nchi tena mtalala wala hapana atakaye watia hofu. Na kutoka agano jipya Luka kumi na moja ishirini nasema, Yesu akasema lakini nikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajiria. Sehemu ya kwanza inaeleza amani mahali palipo na msukosuko, mahali palipotoweka tumaini, mahali ambapo hapana mahusiano mazuri anasema yuko tayari kurejesha amani kupitia mioyo ya watu wanaomcha yeye, wanaopokea maagizo yake. Mungu anatenda haya kupitia kwa watu ambao wako tayari kutii na kuzishika sheria zake, kwamba hakutakuwa hofu tena. Inawezekana ni hofu ya mauaji, ikiwa ni hofu ya kupigana, ikawa ni hofu ya kudhulumiwa yuko tayari kutengeneza mifumo ya kutufanya tuwe salama usiku na mchana. Tuna experience hiyo kama watu tunaoishi katika sayari hii. Inapotokea kuna dhoruba yoyote inaohusiana na mahusiano na mabaya katika ndoa au katika ukoo au katika ofisi au katika eneo lolote lile unalopita, tunakosa utulivu, hofu inaingia. Uwe safarini, unakuwa na hofu uwe katika ndoa yako unakuwa na hofu, u umekana watoto wako unakuwa na hofu, uwe ofisini kwako unakuwa na hofu. Popote pale kitu amani kikitoka, huwi na usalama, tumaini natoweka. Wakati fulani amani naeza ikatoweka kutokana na magonjwa yanayotukabiri. Kipindi cha COVID hatukuwa na amani, watu tulikuwa na hofu, amani katoweka kabisa katika mahusiano ya kawaida watu kusalimiana, hakuna kabisa, distance inawekwa, hofu inaingia. Na ajabu sana, watu wengi wamekufa kwa hofu katika hicho kipindi, katika nchi nyingi, hofu tu, kufungiwa ndani, kuna shusha kinga za mwili, mtu anajawa na hofu. Hofu inaleta eh, maradhi katika mwili wa binadamu na kumfanya atoweke hata kabla ya wakati. Tengeneza BP, songwa mawazo, mwisho wa siku tumaini natoweka, mtu anaondoka. Hofu Mungu anathibitisha kwamba nitawapa amani katika nchi, atatolea hofu pamoja na mitikisiko ambayo inaweza ikatokea, lakini yuko tayari kushusha amani tukiwa tayari kupokea, tukiwa tayari kutii maelekezo anayoyatoa yuko tayari kuiondoa hiyo hofu na mitikisiko na dhoruba inaweza kusababishia matatizo ya kutuletea mauti. Leo tuko katika semina hii inayohusu HIV. HIV ilipoingia kwa mara ya kwanza ilitengeneza hofu kubwa sana kwa watu sana, na watu wamekufa wengi sana sana tena, watu maarufu wengi wametoka, kabla ya watu kupata elimu namna ya kukabiliana na hiyo. Wingi waliopokea wameishi kwa matumaini na wanaendelea kuishi. Hofu ikiingia kwa mtu akiambiwa tu kwamba wewe una maambukizi, basi hofu inaingia, tumaini la kuishi na halipo tena lakini akijengwa kisaikolojia, akaelekezwa, akapewa kanuni za kuishi katika kipindi hicho cha dhoruba hiyo, mtu anaishi. Wameishi watu miaka mingi, wengine wamezeka, wamelea watoto wao, wametunza familia, ndoto zao zimetimia, wamesoma na mambo kaza wa kazi katika jamii tulionayo katika nchi yetu, lakini pia katika sayari. Nataka kusema katika semina hii ya leo, Mungu akupatie utulivu wa rohoni, upate amani ili amani hii ikiingia kwako uwe tayari kupokea kitakachofundishwa na watumishi wa Mungu hawa, ikuondolee hofu ya dhoruba yoyote ambayo iko mbele yako, lakini pia upokee maarifa ya namna ya kuishi ukiwa salama katika mfumo huo wenye dhoruba hiyo Mnaposafiri mliopita katika uh, mito mikubwa mkavuka au katika bahari ukasafiri au kwenye ziwa, mimi ni miongoni mwa hao, mkiwa na chombo ambacho kinaitwa mtumbwi au boti, inapotokea dhoruba unajengwa kisaikolojia namna gani ya kukaa. Kwa mfano katika mitumbwi kwenye mito mikubwa, unapaswa kutulia usiyumbeyumbe. Ya. Hata ukiumba hivi mtumbwi unakuwa stable, umetulia kimya, chombo kinajibara sima tukanga mbalia kusudiwa utapewa taaruma hii na maarifa haya, moja, namna ya kujikinga mwenyewe, lakini pia namna ya kuwasaidia watu ambao wana hiyo tatizo. Tuishi salama, tukipendana, tukichukuliana, tukiwa na amani. Kwa makundi yote sote tuko kwenye sari moja, na sote tumekusudiwa na Mungu, tuishi kwa Mungu. atusaidie katika semina hii ambayo tunayo kwa siku ya leo. Mungu amejidhirisha kwa upana sana katika maeneo mengi kutatua shida za watu. Hakuna siku na nyakati wala miaka wala kanni ambazo Mungu amewaacha watu kila karne na kila majira anajifunua kwa namna ya pekee, kuachilia taaruma kwa watu maalum, kutoa elimu, namna ya kutoka katika mazingira fulani magumu yanaweza kutukabili. Na leo tuna wataalamu watakaotusaidia namna gani ya kuenenda na kutoa huduma, na pia kujiweka salama wenyewe katika kipindi hiki ambacho tunapita kwenye shida hii na mengine mengi yanayotukabili lakini katika eneo la pili Yesu anaongea habari ya ufalme wa Mungu kwamba umetujiria katikati yetu. Ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu ambao umebeba mifumo yote ambayo Mungu amekusudia kwetu, na natuona tunapoishi ufalme wake unapoingia kwetu kama wanadamu, unaleta mifumo hii ya amani, unaleta utulivu, unaleta majibu mahali ambapo hakuna majibu, na pia unaondoa ufalme wa Shetani lakini hii inaopareti kwa watu ambao wako tayari kupokea. Naomba unaesikiliza uwe tayari kupokea ufalme wa Mungu wenye miongozo ya kimungu wenye hekima ya Mungu, utakusaidia kuishi katikati ya watu wa makundi yote bila kuonyesha hali yoyote ya unyanyasaji kwao, kwa, kwa sababu ufalme wa Mungu una upendo ndani yake. Haujaweleta ubaguzi, haujaweleta unyanyasaji, haujaweleta itimba za aina yoyote kwa mtu wa aina yoyote. Ni ufalme ambao umejaa utawala wenye haki wenye pendo na mshikamano katika nyakati zote. Yesu anatusi kwamba yeye anatoa pepo kwa kitu kidogo sana. Kwa njia hiyo anadhihirisha kwamba ufalme wa Mungu upo, ni ufalme unaotoa magonjwa tumeshuhudia mahali pengi, unapoingiza ufalme wa Mungu, wagonjwa wanapokea uponyaji, waliokata tamaa wanapokea tumaini jipya, ambao walilegea wanaimarishwa. Haya yote yanaambatana na semina hii ya leo, waliolegea tukawaimarishe, wenye changamoto za magonjwa wakaimarishwe yawezekana tusifanye mambo yale ambayo Yesu aliyafanya kwa asilimia mia, lakini kuna kitu ambacho anakiachilia kwetu sisi, tunaweza kukifanya tukawasaidia watu wakaishi kama alivyofanya yee katika kipindi choishi kama mwanadamu. Aliwagusa watu akapokea uponyaji, waliishi, lakini kwa muda alikufa, kama ilivyo eh, nature ya binadamu, kwamba atakufa. Na sisi tunapewa hilo jukumu la kuwasaidia hawa watu kwa mifumo mbalimbali, wataalamu watatuambia Naona kuna watu ambao walipata shida ya HIV wakakata tamaa, wakalala kabisa, lakini baada ya kupata counseling na kusaidiwa waliinuka kwa upya, wakasimama, wakaona uso wa Mungu, wakaona baraka za Mungu. Naomba ufanyike baraka, unayesikia kwenye semina hii ufanyike baraka, ukawasaidia hawa watu. Wapo wengi kwenye jamii yetu, yeah. wapo wengi sana. Tunasikitika sana kwamba wa Marekani wamejiondoa kwa, uh, wa wame, wame kwa sehemu katika kusaidia kwenye mfuko, lakini asante, Mungu yupo hata katika haya, bado tarumai naweza katusaidia, na bado muujiza Mungu unaweza kutokea, ikatokea kitu kipya, Mungu akarejesha mkono wake kupitia hao watu walikuwa na fadhili, waendelee kufadhili ili kila mtu afurahie maisha katika sari hii tuliyopewa na Mungu. Serikali naamini utafanya mchakato utakaoweza kufanyika ili watu waendelee kuhudumiwa. Wimbi la HIV ni kubwa, lakini Mungu yupo yupo. Niombe nisome maneno katika Zaburi ya ishirini na eh, mbili mstari wa ishirini na nne. Tunaozaani kwa tunapita kwenye teso mateso, Mungu yupo Zaburi ishirini na mbili mstari wa ishirini na nne pale seme, ha, anasema: maana hakulizalau teso la mteswa, hakulizalau teso la mteswa, wala hakuzonalo wala hakumficha uso wake, bali alipombelia akamsikia. Hakuna siku Mungu ameliacha kundi la aina yote ile. Kila makundi Mungu anaangalia kwa pekee, kupitia mkono wa watu wake ameachia taruma kwa watu wengi sana chini ya jua kutatua changamoto tulizonazo. Ni kweli hakuna mtu aliyemwona Mungu kwa wakati wote, lakini Mungu anaonekana kupitia sisi wenyewe. Naomba Mungu akutengeneze uwe msaada kwa watu ambao wanateswa na wimbi la HIV na maradhi mengine, pia huwe msaada kwao kupitia maarifa utakayopokea takayapokea, kwa sababu Mungu hajawahi dharau mateso ya watu. Yupo karibu na sisi, ni sisi tu tunakiuka sheria na miongozo ambayo ametupatia kuishi katika sare hii. Inapotokea kuna pando ambalo sio linalotoka kwa adui, tumeomba tukiwa safi lakini katika mwendo mzima wa maisha yetu tunakutana na vikwazo hivyo ambavyo vinatusababishia shida na matatizo, lakini bado Mungu anatuangalia kwa upekee sana. Nilikuwa nawaza sana jinsi ambavyo wataalamu wameshughulika kwa hali na mali, kundi la watu wachache wamejificha wakakaa mahali kuangaika namna gani ya kuzoofisha huyu virus ambayo ameleta mateso makubwa kwa watu duniani. Wamekaa wakajificha, wakatulia Mungu ameshuka kuwa wakapatia maarifa hayo wakaebuka na kitu cha pekee sana, kwa msaada mkubwa sana kwa wanadamu wengi duniani. Dawa za kupunguza makari ya hili gonjwa zimesaidia jamii nyingi sana, ambao walikata tamaa ya kupata watoto, wamepata watoto, wananyonyesha, furaha imerejea, amani imerejea, ndoa zikaimarika, mahusiano yakajengwa kwa upya. Mungu hajaweza la uteso la mtu, ukimlilia anasikia, tukiomba anatenda kitu cha pekee kupitia watu maalumu waliotengwa na kuwekwa kwa ajili ya kutoa huduma kwetu wanadamu. Tuna sababu ya kumshukuru Mungu, tuna sababu ya kumwomba Mungu, tuna sababu ya kumwita asiufiche uso wake katika haya ambayo tunayapitia, atuangalie kwa rehema. Tukimlilia anasikia. Nyimba Zaburi ali experience hayo, kimlilia Mungu akumaanisha, anasikia. Na Mungu atusikie tulio watu wake, tulio na semina, Mungu atusikie na atujibu, tuwe msaada. Ukipokea mafundisho yasiishie kwako, kwa tafadhali, hii tafanisha na mtu aliye fukia taranta isizarishe. Ukipokea haya, jitahidi kuwaendea watu unaowafahamu wahudumie, waimarishe, uzae matunda, isiwe bure. Hela zimetumika nyingi kuandaa hii seminar. Hapa kiongozi wa udiakonia angetuambia bajeti yake ni kubwa, lakini tumekusanyika hapa isiwe tu katika kusikia na katika kula, afu tukaondoka ikaishia hapa. Naomba kama kanisa na kama watawala wa Mungu tuchukue hili jukumu la kupeleka elimu kwa watu wengine, pia iwasaidie. Ni njia mojawapo ya kuisaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hali nzima ya kupambana na hili tatizo la kuifanya jamii kuwa salama, wananchi kupata fursa ya kuzalisha na kujenga uchumi wa nchi yetu, lakini pia tunapokuwa na afya njema kama wanadamu tunakuwa na sababu ya kuzalisha na kwa sababu ya kujenga uchumi wa nchi na uchumi wa kanisa pia. Kwa hiyo tunahimizwa sana, kwa sababu Mungu hajawahi kuzalau teso na mtu yoyote, yuko tayari kutendea na kutupatia haki, kutuondolea adha inayotusababisha tukose amani na utulivu. Tuwe ni jamii ambayo ni salama, yenye kumcha Mungu, lakini pia yenye kuzalisha na sio kutindikiwa. Bwana Mungu atubariki sana katika semina hii ambayo tunaianza kwa majira haya na kwa muda huu. Tutulize mioyo yetu tupokee, tukipokea tukazae matunda mema na kuwasaidia hawa watu ambao tunao walishaathirika, katika mazingira yetu katika familia zetu, tuwatunze, tuwasaidie na bila kuwanyanyasa kwa namna yoyote, kwa sababu Mungu anaangalia pia mateso anayopitia. Ni wewe unaandaliwa sasa kuweka mfumo wa kuondoa machungu walionayo. Bwana aliyetukusanya hapa atuweke pamoja, atujifunze na kupokea kutoka kwa wataalamu wetu, na kisha tuzae matendo yaliyo mema. Amen.